zangu nimesimama hapa kwa heshima kubwa. Kwanza kabisa, nianze na kuungana na viongozi wote wa dini kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametujalia uhai na kutuwezesha kuwepo mahali hapa siku ya leo. Lakini kwa kipekee niwashukuru nyinyi nyote wana Bukombe kwa uwepo wenu wa siku ya leo. Najua leo ilikuwa ni siku ya ibada na wengine mliamka mapema mkaenda kanisani, lakini mkasema lazima twende tukamsikilize daktari Samia Suluhu Hasan. Samia oe! Samia oye! Ndugu zangu, kabla ya yote, mama yangu mwenyekiti na mgombea wa nafasi ya, ya urais daktari Samia Suluhu Hasan, naomba niwasilishe Salamu kutoka kwa mama yetu Janeti Magufuli ambaye alitamani kuwepo siku ya leo, lakini kutokana na changamoto ameshindwa kuja, lakini kanituma kwamba nije kukueleza, yeye kama kiongozi wa familia ya mzee wetu John Pombe Joseph Magufuli anakutakia kila laheri na anakuombea katika safari yako ya uraisi na yeye atakuwa mstari wa mbele ile siku ya tarehe ishirini na tisa kukombea kula kwa wana Chato na Geita yote kwa ujumla. Nani kama Samia, nani kama daktari wetu Samia? Ndugu zangu, nimepewa dakika chache za kuongea lakini na mimi naomba nijitambulishe kwa majina, anaitwa Jesca Joni Pombe Joseph Magufuli mimi ni mgombea ubunge kupitia viti maalum, lakini kupitia pia kundi la vijana vijana, oye! Vijana safi! Nimesimama tena kwa heshima kubwa, nikisimama kukuombea kula mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi, lakini ambaye pia ni mgombea wetu wa nafasi ya urais. Jamani, ndugu zangu, Mwenye macho waambiwi tazama. Yale yote ambayo ameyafanya mama yetu, tunayaona na tunayashuhudia kwamba mwenyekiti wetu na mgombea wetu kwanza ni mchapa kazi, uongo ukweli? Kwanza ni jasiri, lakini mwenye maono mapana na makubwa kwa taifa letu la Tanzania. Mgombea wetu aliweza kuchukua kiti cha urais katika kipindi ambacho tuliondokewa na mpendwa wetu mzee wetu John Pombe Joseph Magufuli, Mwenyezi Mungu amlaze mahali pema peponi. Lakini kwa miaka hii minne ambayo mama aliweza kusimama Ali, ameweza kufanya na kutekeleza miradi mikubwa ya kimkakati ambayo ilianzishwa na mtangulizi wake lakini hakuishia hapo, ameanzisha na ya kwake mipya. Nani kama Daktari Samia Suluhu Hassan? Miradi mingi inajieleza yenyewe, ukianza na mradi wa SGR. Leo kwa mkoa wa Dar es Salaam mpaka Dodoma, tunatumia masaa matatu. Nani kama Daktari Samia Suluhu Hassan? lakini mwenyekiti wetu na mgombea wetu wa nafasi ya urais hakuishia hapo, ameweza kukamilisha ujenzi wa daraja la JPM Busisi. Nani kama daktari Samia Suluhu Hassan? Wengi tunafahamu adha ambayo tulikuwa tunakutana nayo kipindi cha nyuma pale, lakini mwenyekiti wetu na mgombea wetu ameamua kutuheshimisha sisi watu wa kanda ya ziwa. Hajaishia hapo, akasema ili daraja liitwe jina la mzee wetu, ili kumkumbuka na kumwenzi yale yote ambayo walishirikiana wote kwa pamoja, yeye akiwa kama rais na mama yetu akiwa kama mwenyekiti, akiwa kama makamu wa rais. Kidumu Chama cha Mapinduzi! Koyo ndugu zangu, tuna kila sababu ya kumwamini mgombea wetu tuna kila sababu ya kuendelea kusimama kifua mbele na itakapofika tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi basi tuende tukampigie kula za ndio naomba niongee kama mwakilishi wa vijana najua wengi mmesoma ilani ya mwaka 2025 katika ilani ile mama ameweza kuahidi mambo mengi kwa vijana wa taifa hili la Tanzania. Kwanza ameahidi kwamba kutakuwa na ajira zaidi ya milioni nane. Vijana oyee! Vijana safi. Na ajira hizo zitaweza kuzalishwa kushirikiana na sekta binafsi na sekta sisizo rasmi yote ni kwa ajili ya kuwasaidia vijana wa Kitanzania. Haijaishia hapo, Ilani imeahidi kwamba itaendelea kushirikiana na sekta binafsi katika kuwa, kuwapa mafunzo vijana, kuwapatia mitaji, lakini kuwatafutia soko la ndani na nje ya Tanzania. Nani kama Daktari Samia Suluhu Hassan? ajaishia hapo. Ameahidi kwamba ataendelea kukuza teknolojia. Wengi mnafahamu kwamba vijana sasa hivi wameamua kujiajiri katika sekta ya teknolojia. Kwa hiyo kupitia ilani ya Chama cha Mapinduzi, Mheshimiwa, ndugu yetu, mwenyekiti wetu, ameahidi kwamba ataendelea kuwainua vijana ili wajiwezeshe kufanikiwa katika sekta hiyo na wata Suluhu Hassan. Kwa hiyo nimesimama ndugu zangu kuendelea kuomba mkiamini chama cha mapinduzi waamini wagombea wote katika ngazi zote kuanzia ngazi ya udiwani, ngazi ya ubunge, lakini kura nyingi ni kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Nimalizie kwa kusema Samia ni mtu wa kazi, mpeni kazi, akafanye kazi. Kidumu chama cha mapinduzi! Kidumu chama cha mapinduzi! Kidumu chama cha mapinduzi! Asante, tunashukuru sana. Naomba nimkaribishe.